E, wanaume wanaume wanaume e, kwenye suala la mapenzi bado vitu vingi e, havieleweki bado. Wanaume wana ile dhana ya kwamba, ili uonekane wewe ni kidume, wewe ni mwanaume, unapokutana na mwanamke lazima mwanamke atoke anachechemea lazima mwanamke aumie, lazima mwanamke eh, apate matatizo mm. Dhana ambayo ni uongo, dhana ambayo inapelekea wanaume wanaangaika kila siku kuongeza uume, wanaangaika kila siku kutafuta dawa za kuchelewa kufika kileleni mm. Ukiona unatafuta dawa ya kuongeza uume, unatafuta dawa za kufanya uchelewe kukojoa juu ya kwamba huelewi maana ya mapenzi, huelewi mapenzi ni kitu gani, huelewi mwanamke anafurahishwaje na wewe huelewi mbinu za mambo kama hayo wanaume. E, ukiangalia haka kapicha hmm? Na nimekuwa nikifundisha mara kwa mara yale maeneo kumi na mbili ya kucheza nayo kwenye mwili wa mwanamke mm. mwanamke anafika kileleni anafurahia mapenzi vizuri kabisa, na wewe unafurahia mapenzi vizuri kabisa mm. E, unaweza ukaona kwenye, kwenye, kwenye aka kapicha yako maeneo ya kupapasa yako maeneo ya kuweka, ya ulimi, yako maeneo ya kunyonya, yako maeneo ya, ya kuminyaminya eh. Tazama, tazama eh, eneo eneo za raha za mwanamke, tazama na ucheze humo humo eh. We mwanaume eh, acha kutwanga uke eh, unaingia okay, ukeni, unatwanga huu, huu, huu. <laughs> uke ni kinu hicho Hmm. Au nachimba y maji ardhini hmm. Nenda kwa stepu, tumia utaalamu wa sayansi, gusa maeneo hayo, yaguze kitaalamu, muwe hmm. na hisia, lakini mwanamke awe na hisia, mwanaume awe na hisia, mfanye mapenzi kwa furaha, mwanaume afike, mwanamke afike, afike, afike, mtoke hapo, mjachoka, mwende kazini kama kawaida. Mapenzi ndio yako namna hiyo mm. Mwanaume kwa mfano, bao la kwanza inabidi litoke ndani ya dakika kumi, mwanamke litoke ndani ya dakika ishirini. Maanake ni kwamba mwanaume anza romance, anza ufundi mm. sio tu unafika tu unavua nguo unachomeka. Hapana, mm ika fanya romance, tembelea yale maeneo kumi na mbili uume mm. ni wakupika ni wakumalizia mambo mm. Kwa hiyo kama wewe ni fundi kama wewe ni mtaalamu, hata ukiwa na kipisi hivi namna hii, mapenzi mtanogewa vizuri, mapenzi yataenda vizuri, hamtapata shida yoyote. Kwa hiyo wanaume Acheni kuongeza uume, acheni kudendepesha uume, acheni kutumia dawa za kuchelewa kufika keleleni, na badala yake tumieni ufundi. Jua ushike wapi, uguse wapi, weke ulimi wapi, kwa mwili wa mwanamke wako ambaye unahisia naye na wewe unahisia naye na yeye anahisia na wewe.